lakini kwenye hili swala la WhatsApp mm. Kuna kitu kinaitwa code au token mm. Eh, OTP one mm. time password. One time password. Ni mara nyingi inakuwa na herufi nne au sita. mm. Hiyo bwana ni muhimu sana mm. Hakuna kitu muhimu katika maisha ya mtandaoni kwenye mm. akaunti yako kama hiyo namba hiyo namba utakiwa kumpa mtu yoyote kwa namna yoyote, naona mm. kwa hiyo uh, kuna njama nyingi nyingi ambazo tumezi, tumeziona hivi karibuni mm. Mtu unakuta madaktari mpo kwenye kwenye grupu moja la wasapu, lakini kuna mtu naye anasikilizia, yupo tu pale, pale uh, kwenye grupu anaangalia kuna mkutano unaendelea mm. online anatafuta wawili watatu, yupo kwenye grupu amemute pale mm ambao sio muhusika kwa mm. Wale ambao wapo ambao sio watu wa sahihi wapo kwenye group wakiona kama kuna mikutano inaendelea, anakufata chemba mm -hmm. Anakwambia se kuna namba imekuja hapo uh, ya kuingia kwenye ule mkutano. Kwa hiyo tayari amesha confuse, kwa hiyo unaitoa, lakini kumbe ile ndio namba ya security ya wewe kumruhusu kuingia. Lakini namna nyingine ni, ni linki. Uh, nakutumia linki uh, ebu bwana, kuna kuna, kuna ile uh, una, unakuwa umeshapangwa vizuri uh, kwamba hebu uh, ingie kwenye hiyo linki, kuna taarifa nataka unipe kidogo ili safari yetu ikamilike. Yaani lugha zingwa nyingi lakini mwishoni ni ile namba. Kwa ile namba inayokuja, yu, mara zote lazima inatoka kwenye mtandao husika kama hmm, Facebook itakuwa ni Facebook kama ni WhatsApp itakuwa ni WhatsApp. Kwa hiyo wewe ukiambiwa kwamba toa ile namba, kwa sababu ya mkutano wa lishe bora au mkutano wa wadau, je, mm. yeah, angalia hiyo hiyo namba imetoka kwenye, kwa mfano kama ni Zoom, imetoka Zoom kweli au imetoka wapi? Usiwe na haraka aa. Kwa hiyo tu, tuendelee kuwa makini. Uh, kwamba uh, ikitokea itu ishu kama hiyo mpotezee, yeah. Lakini pia huku mtandaoni mm. Kama ukipokea namba imetoka kwenye WhatsApp mm. Imetoka kwenye mtandao husika mm. Ni namba za herufi, usually ni namba tu kabisa kabisa, usizitoe kwa mtu.